Kuelekea katika mechi hii kutokana na ukubwa na umuhimu wake, pamoja na kwamba tuna kauli mbiu ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa nchini Tanzania, kauli mbiu ya ubaya ubwela. Lakini mechi hii specifically tumeamua kuitengenezea slogan yake, ili kuongeza chachu ya hamasa kwa wanasimba kuelekea katika mchezo huu kauli mbiu yetu kuelekea katika mchezo wa tarehe tisa dhidi ya Al Masry inasema hii tunavuka. Ukishasema hii, una posi kidogo, usiunganishe hii tunavuka alafu, usiseme hii, lazima utolee tumboni, kwa sababu hili jambo ni zito. Hii tunavuka. Hii tunavuka ina maana gani? Inamaanisha kwamba kwa misimu mitano tofauti tumekuwa tukiishia hatua ya robo fainali. Sasa safari hii tunavuka, tunakwenda nusu fainali kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hii imwingie kila mchezaji wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka, hii imwingie kila shabiki wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka, safari hii tunavuka kwenda hatua ya nusu fainali.